Nam kwengine kwa mtazamaji, familia za wahanga wa mauaji ya Shakahola zitalazimika kusubiri zaidi kabla ya zoezi la kuwatambua wapendwa wao kukamilika. Wanakemia mkuu wa serikali amesema kwamba gharama ya kwa mba, kupata vifaa na vipimo pamoja na taratibu za ununuzi wa vifaa hivyo zimechelewesha zime zoezi hilo kwa miaka miwili sasa, na kama anavyo arifu Francis Mtalaki ni kwamba mchakato huu unaogharimu mamilioni ya fedha huenda ukalazimu baadhi ya familia kutoa upya sampuli za DNA. Safari ya kutafuta majibu na kufunga ukurasa kwa familia za walioangamia kwenye tukio la kutamausha katika msitu wa Shakahola imekuwa ndefu. Chozi wa wa ya waathiriwa yakisalia ya kutiririka bila wa kuyafuta. Ipo kwa ngisa, kwa kwa sijui watoto wangu kama nitakuja kuwapata, kama nitawazika, kama itakuwaje, miaka imeenda. Limetweka standby. Limetweka hostage. We are not moving on. Safari inaonekana kuwa mbali kukamilika. Afisi ya mwanakemia mkuu wa serikali ikijitokeza kutoa majibu kuhusu chelewa chelewa hiyo. Majibu ambayo yanaziongezea familia mia nne na ishirini mzigo mkubwa and again because of the composition processes that dna is highly degraded so the process of getting the dna from those kind of remains is a very stringent a very laborious and lengthy process But patazile ambazo mwili meoza sometimes ina degenerate juman tunakosa dna katika hizo mifupa they were in very bad shape They have, they have, they were difficult. Licha ya familia kutoa sampuli za DNA ili kuwatambua wapendwa wao, familia hizo huenda zikalazimika tena kurudia zoezi hilo. You require about three times the number of the bodies that you have to compare with. Kando na familia, gharama ya vifaa na vipimo bado inaokodolea macho kizungumkuti kizingira idara hii ya serikali wakati ambapo familia zimekuwa zikiuliza maswali. Utaratibu wa kununua vifaa unasemekana kuchukua muda mrefu sawia, so baadhi no ya familia za wahanga wa mauaji ya Shakahola watalazimika kusubiri zaidi hadi pale serikali itakapokamilisha zoezi hili wanalosema lina changamoto sihaba.